Tayari imetimia saa sita kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Endu Kavano, na kwanza ni muhtasari wake. Wakulima wa kahawa wilayani Biharamulo mkoani Kagera wamepongeza idara ya kilimo kutenga bustani ya miche ya kahawa kwa ajili ya wakulima ili kuinua uchumi wao kupitia zao hilo. Waziri wa Afya Muhamedi Mchengero amesema serikali imedhamiria kuendelea kufungua milango ya uwekezaji wa viwanda vya dawa na vifaa tiba kuongeza uzalishaji wa bidhaa za afya na soko ndani na nje ya nchi. na shambulio la Urusi katika mji wa magharibi mwa Ukraini wa Ternopil siku ya Jumatano limesababisha vifo vya watu wasiopungua 25 wakiwemo wa watoto wawili huku wengine zaidi ya 60 wakijeruhiwa. Biharamuro. Wakulima wa kahawa wilayani Biharamulo mkoani Kagera wamepongeza hatua ya idara ya kilimo kutenga bustani ya miche ya kahawa kwa ajili ya wakulima ili kuinua uchumi wao kupitia zao hilo. Wakulima hao wametoa ponge, pongezi hizo wakati wakiongea na Radio Kwizera namna walivyonufaika na zao la kahawa ambalo limetokana na serikali kutoa kipaumbele kwa kulima kulima zao hilo la kimkakati bwana dominiki rutakwa na bianastasia ya rugumo wamesema awali walikuwa wananua mche wa kahawa kwa shilingi mia tatu hadi shilingi mia tano lakini kwa sasa wakulima wanagaiwa miche hiyo bila gharama kumwezesha mkulima kukabiliana na umasikini Ninaishukuru sana serikali kwa hiki inachokifanya, lakini ni utamaduni wa serikali ya tangu zamani. Tulikuwa tukipata miche hii bure, baadaye hapo katikati mambo yakabadilika, tukawa tunapata hii miche kwa gharama kubwa. Naona na mbaya zaidi, licha ya kwamba hiyo miche tuliyopata kwa gharama kubwa, bei kawa haipo na tukaiua sisi wenyewe. Sasa kwa hiki kinachofanyika sasa hivi na hii hamasa tulionayo, tunaamini hii miche itakuwa salama. E, sisi wakulima tuna, tutanufaika kutokana na mauzo, lakini nayo serikali kwa upande mwingine nayo Kutokana na ushuru au ada inayoipata kupitia kwenye amkos hizi zetu. Ni furaha sana kwa sababu ni mradi bora wa kututoa katika mazingira magumu. Afisa kilimo na uvuvi Halmashauri ya Wilaya ya Biharamulo Dkt. Sosipita Mashamba amesema uzalishaji wa miche ya kahawa umetokana na ufadhili wa Bodi ya Kahawa nchini. Mwanza, Mkurugenzi wa huduma za maji kutoka Wizara ya Maji Mteki Heri Chisute ametoa wito kwa wamiliki wa mabwawa nchini kuzingatia sheria, kanuni na miongozo ya usimamizi wa, wa mabwawa nchini. Akizungumza katika ufunguzi wa kongamano jijini Mwanza, Chisute amesema kongamano hilo linalenga kuwajengea uwezo wa wamiliki na wasimamizi wa, wa mabwawa ili kuweka usalama na uendelevu wa rasilimali za maji nchini. Amesema elimu hiyo inatarajia kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya usimamizi wa, wa mabwawa hususani wakati wa misimu ya mvua na ukame kutokana na mabadiliko ya tabia nchi wamiliki wa mabwawa wa isi mbalimbali pamoja na kuweza kuzingatia sasa miongozo iliyopo na kuweza kuandaa mipango ambayo itawezesha wao kukabiliana na hatari pale inapotokeza. Lakini la msingi wa ni kwamba baada ya kuzingatia miongozo katika dizaini mabwawa mbalimbali, lakini pia fanya ufuatiliaji na tathmini ya hali ya mabwawa hayo katika nyakati, katika muda wote ule wa maisha hayo mabwawa, maana kwamba wanapofanya tathmini sasa, ni rahisi kugundua kwamba kama kuna kihatarishi chochote juu ya usalama wa hilo bwawa na kuchukua hatua madhubuti katika eh, kuzuia Chisuta amesema kutofuata masharti ya usimamizi kunaweza kusababisha madhara makubwa, ikiwemo uharibifu wa miundombinu na athari kwa jamii zinazozungukwa na, na mabwawa hayo. Dodoma. Waziri wa afya Muhamedi Mchengero amesema serikali imedhamiria kuendelea kufungua milango ya uwekezaji wa viwanda vya dawa na vifaa tiba, kuongeza uzalishaji wa bidhaa za afya na soko ndani na nje ya nchi. Mjengira amesema hayo jana jijini Dodoma alipokutana na uongozi wa taasisi Shan, ya Shandong Hongyu Medical Technical Group kutoka China waliowasilisha dhamira ya kuwekeza kiwanda cha dawa na vifaa tiba nchini. Amesema Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan amesisitiza kuona uwekezaji wa viwanda hivyo unaoongezeka na wawekezaji wanapewa kipaumbele katika mchakato wa kuwekeza na kupata masoko. Maelekezo yangu ni kwamba hawa wawekezaji kama kweli wamedhamiria kuwekeza dola milioni 500 mm -hmm. Serikali haiwezi hata kidogo kuacha mradi wa namna hii Mheshimiwa yeah, Rais maelekezo yake anataka viwanda dawa na vifaa tiba. Tutapima seriousness yao mm -hmm. Lakini leo mwende mkakae, na iwezekana wasiondoke leo leo, tumalize jambo hili. Hata kama ni saa kumi za usiku, katibu mkuu, asubuhi utaniletea barua. Mtawapa uwezo wetu kama serikali. Tunahitaji pengine madawa ya kiwango gani? Vifaa tiba yeah, vya kiwango gani? Lakini kwa sasa tutawapa provisional guarantee kwamba tuko tayari kama serikali kununua dawa kwao. Mambo ya kesho kutwa, mistaki nadhani, katibu mkuu tumeelewana e, kwa sababu uwekezaji huu utatusaidia kupunguza hata marushwa hayo kwenye matendo. Aidha, amesisitiza hakuna sababu ya kuwazuia wekezaji wanaokidhi vigezo kwa sababu ardhi ya ujenzi na masoko yanapatikana na serikali itaendelea kuwapokea ili kuchochea uchumi na upatikanaji wa bidhaa za afya kwa urahisi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura, mamlaka ya ukuzaji wa zao la kahawa nchini Burundi, ODEKA, imewapa wahusika wote wa malipo ya wakulima wa kahawa kipindi cha wiki moja kuhakikisha wamelipa wakulima fedha zao za msimu uliopita. Agizo hilo linazihusu benki na taasisi za kifedha ikiwemo Lumicash, ambazo zimetakiwa kutekeleza malipo hayo yote kote nchini. Akizungumza jini Bujumbura jana na wadau wa sekta ya kahawa, mkurugenzi wa ODEKA nchini Burundi Bwana Oscar Wikunda amesema hatua hiyo inalenga kumaliza madai ya wakulima ya uchereweshwaji wa malipo yao. Bwana Wikunda amebainisha kuwa hadi sasa wakulima wa kahawa wameshalipwa asilimia 81 na, na kuagiza asilimia 19 iliyobaki iwe imewekwa kwenye akaunti za wahusika ifikapo Jumanne ya wiki ijayo. Shambulio la Urusi katika mji wa magharibi mwa Ukraini Ternopil siku ya Jumatano limesababisha vifo vya watu wasiopungua wa 25 wakiwemo watoto wawili huku wengine zaidi ya 60 wakijeruhiwa. Mashambulizi hayo yameharibu pia miundombinu kadhaa ya nishati, wakati inaarifiwa kuwa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unaandaa kwa ushirikiano na Urusi mpango wa amani ili kukomesha vita hivyo. Hali hii imezusha maswali ya ikiwa Rais Volodimir Zelenski wa Ukraini amefanikiwa kufufua mchakato wa amani katika ziara yake nchini Uturuki jana na mwenzake mwenyeji Recep Tayyip Erdogan mjini Ankara ili kujadili namna ya kumaliza mzozo huo. Ukraini na Urusi zimekuwa kwenye vita kwa zaidi ya miaka mitatu sasa toka Februari 24 mwaka 2022 na kusababisha vifo vya maelfu ya watu uharibifu wa mali na miundombinu muhimu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wakulima wa kahawa wilayani Biharamulo mkoani Kagera wameipongeza hatua ya idara ya kilimo kutenga bustani ya miche ya kahawa kwa ajili ya wakulima ili kuinua uchumi wao kupitia zao hilo. Waziri wa afya Mohamed Mchengero amesema serikali imedhamiria kuendelea kufungua milango ya uwekezaji wa viwanda vya dawa na vifaa tiba kuongeza uzalishaji wa bidhaa za afya na soko ndani na nje ya nchi